Bandari ya Tanga inakwenda na maamuzi tuliyoyafanya ya kuwa Tanga ni bohari ya mafuta na gesi, na hilo litachangia kuzalisha ajira mpya nyingine elfu mbili na mia moja ndani ya Tanga. <todiculia> Hili linakwenda kunyanyua uchumi wa Wanatanga. Ndugu zangu, mbali na mradi huu kama mnavyojua tuna mradi mingine ya kimkakati inayofungamana na bandari hii pia. Mojawapo ni mradi wa bomba la mafuta au mafuta ghafi toka Uganda, Hoima, na kuja hapa Chongoleani, Tanga, mradi ambao umeshakamilika kwa asilimia themanini na nne na umeleta manufaa mengi sana. Kwa mfano, tayari eneo la Chongoleani pekee watu elfu moja mia tatu wameajiriwa kwenye mradi huu, na ndani ya wilaya ya Tanga watu elfu mbili wameajiriwa kwenye mradi huu. Vilevile vile tutaanza utekelezaji wa mradi wa reli, reli ya kuunganisha bandari ya Tanga kuelekea Arusha hadi Musoma, takriban kilomita elfu moja mia moja na nane reli kutoka bandarini hadi huko. Reli hii itafungua maeneo ya viwanda na madini na hivyo kuzidi kuongeza fursa za ajira ndani ya mkoa wa Tanga. Pamoja nayo ni barabara ya Handeni Singida, hii nayo tumeiunganisha na bandari, kwa sababu watakaojenga bandari hii ni wenyewe shirika la bandari Tanzania, kwa sababu ya urahisi wa kusafirisha mizigo yao.